Ndugu zangu ni kubwa kabisa eh, ni kuhusiana na mchezo wetu wa kesho wa kombe la shirikisho la CRDB, mchezo wa raundi ya kumi na sita baina ya Simba Sports Club pamoja na Bigman. Mechi itakuwa ni saa kumi kamili katika uwanja wa KMC, na Simba Sports Club tumejiandaa, tumefanya maandalizi tangu tumecheza mchezo wetu wa mwisho tarehe 14 dhidi ya Dodoma Jiji, tukaingia tena mazoezini kuendelea na programu ya mazoezi kujiandaa na mchezo huu na programu hii ikiwahusisha wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu za taifa. Kwa hiyo tumekuwa na wiki mbili thabiti za maandalizi kuelekea mchezo huu dhidi ya Bigman, pamoja na kwamba ni timu mpya kwenye masikio yetu, lakini haiondoi uhalisia kwamba ni mechi ngumu timu mpaka inafanikiwa kufuzu kufika hatua kama hii, maana yake ndani yake ina ubora usio mithilika. Tunafahamu wote ya kwamba ziko timu kubwa ambazo zimeshaondolewa kwenye michuano hii ya kombe la CRDB. Kwa hiyo ukiona timu iko hapa sasa hivi maana yake hiyo timu ina ubora wa kufika hapa. Hivyo mechi yetu sisi na wao katika mchezo huo wa kesho hautakuwa mchezo mwepesi, na sisi tunamtazama big man kama mpinzani mkubwa, mpinzani mgumu, mpinzani ambaye atakwenda kutupa changamoto kubwa, na tumejiandaa kwa ukubwa huo. Kuelekea katika mchezo huo, tutawakosa wachezaji sita ambao wapo kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Wote tumewaona jana wakiwa na kazi kubwa ya kuipigania Tanzania pale Morocco. Kwa hiyo hao tutawakosa, lakini wengine wote waliosalia wako tayari na wako timamu kwa ajili ya kuipigania Simba katika mchezo wa kesho dhidi ya BigMan. Taarifa nyingine ambayo tungependa kupeana asubuhi ya leo ni kuhusiana na safari ya timu yetu kuelekea Misri Kwenye mchezo wetu wa Kombe la Shirikisho hatua ya robo fainali, najua wote mnafahamu ya kwamba Simba ndio timu pekee Afrika Mashariki na Kati hadi kusini mwa jangwa la Sahara ambayo imebakia katika michuano ya, michuano ya Afrika msimu huu, na kwa ukanda huu wa Sadek zimebaki timu mbili tu, na Simba inakuwa ni timu ya tatu kwa maana ya na Stella Boch na Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa ukanda wa Sadeki tumesalia watatu pekee lakini kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati hadi kusini mwa jangwa la Sahara amebaki Simba Sports pekee katika michuano ya Afrika. Kwa hiyo ni muhimu na ni vema kila mwana Simba akajinasibu kwa hilo. Tulikuwa wengi lakini wengi wameishia njiani, amebaki Simba Sports. Na kubaki Simba Sports pekee kwenye michuano hii haiji bahati mbaya, ni kutokana na ubora tuliokuwa nao kwenye upande wa timu yetu kikosi chetu kinataraji kusafiri siku ya tarehe 28 alfajiri, kwa maana ya usiku wa Jumatano kuamkia Alhamis. Tutaondoka na shirika la ndege la Egypt, kwa maana Egyptian Air, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja, takriban masaa tano kutoka Tanzania mpaka Cairo, na tutatoka Cairo kuelekea katika mji wa Ismailia kuweka kambi yetu hapo tukisubiri kuelekea kanal Fez kanal katika uh, mji ambao tachezea mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Kuelekea katika mchezo huu wachezaji wetu ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania hapa, namzungumzia Mohamed Hussein, Shabalala, Zimbwe Junior ambaye jana alicheza vizuri vibaya mno pale Moroko, lakini vile vile Shomari Kapombe, baba Esther, pamoja naye Abdurrazak Hamza, Kibu Dennis moja na Yusuf Ali Kagoma, hawa ambao wako Moroko, wenyewe watasafiri moja kwa moja kutoka Moroko kuelekea Misri. Maana yake ni kwamba tutawakuta Misri wakisubiri kuungana na wenzao, lakini wachezaji wengine ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa, hapa namzungumzia striker refu kuliko goli Steven Desemukwala pamoja na Musa Pinpin Kamara Spiderman, ambao wenyewe walikuwa na kibarua nchini Uganda, tayari wameshawasili Tanzania asubuhi ya leo, moja kwa moja wanaingia kambini na watakuwa sehemu ya kuelekea Misri kwenda kwenye mechi yetu dhidi ya Al Masry. Ndugu zangu waandishi wa habari, na wana Simba kwa ujumla, na Watanzania kwa ujumla, tunakwenda kwenye vita kubwa kweli kweli dhidi ya Al Masry. Ni timu ngumu tunaitambua hivyo, kwa sababu kufika robo fainali haijawahi kuwa kazi nyepesi hata kidogo, hasa robo fainali ya safari hii ya Kombe la Shirikisho, ambapo kila timu ni ngumu na kila timu imejipanga vizuri. Mnyama tunakwenda kucheza na Al Masry. Hakuna timu ya Kiarabu ama hakuna timu ya Misri ambayo unaweza ukaichukulia poa poa. Ni mpinzani mgumu kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Ni mpinzani bora kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Lakini tuseme tu ya kwamba safari hii tumejiandaa, iwe iwavyo, safari hii tumejipanga iwe jua iwe mvua. Safari hii tunataka kuvuka kutoka robo fainali ambayo tumekuwa na mkwamo nayo kwa takriban miaka mitano. Safari hii tunataka kuvuka na kwenda hatua ya nusu fainali. Robo fainali zote ambazo tulikuwa tukiishia tulikuwa tunazichukulia kama sehemu ya mafunzo kwetu. Sasa tumeshajifunza vya kutosha, tumeshapata exposure na experience ya kutosha. Ukimwona Kibu Dennis alivyocheza jana dhidi ya wa Morocco pale Morocco, ni dhahiri shahiri ya kwamba tayari exposure na experience ya kucheza kwenye michuano mikubwa tayari imeshamwingia. Ukiangalia confidence aliyokuwa nayo Yusuf Kagoma licha ya kwamba aliingia kipindi cha pili lakini ule utulivu wake katikati ya dimba mpaka uh, Rabat aka, um, Amrabat akasanda aka, aka, aka akafanyiwa mabadiliko ni ishara tosha kwamba vijana wetu wameshakuwa na exposure na uzoefu wa hali ya juu sana, na ubora wao huo waliokuwa nao ndio unakwenda kutuvusha safari hii kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu fainali, lakini kila mwana Simba ni lazima aichukue hii kuanzia sasa, pamoja na mipango na dhamira tuliyokuwa nayo ya kuvuka kutoka hatua hii ya robo fainali kwenda nusu fainali, lakini haitakuwa nyepesi hata kidogo. Tunakwenda kwenye vita kubwa, tunakwenda kwenye mapambano makali, na ndugu zanguni, kutana na timu zote Afrika hii Usikutane na timu za Misri. Timu ya Misri hata kama inashika nafasi ya kumi na mbili kwenye ligi yao bado inasalia kuwa ni timu ngumu, ni timu bora ukiangalia. Eh, kwenye, kwenye michuano ya kafu hivi sasa ni Misri pekee ndiyo ambayo imeingiza timu nne kwenye michuano ya Afrika. Timu mbili zipo kombe la, la shirikisho timu mbili ziko ligi mabingwa Afrika. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba wana ligi nzuri, wana ligi bora, na ndio maana timu zao zote nne zimefanikiwa kufuzu na kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo hakuna mwepesi hapo, awe Zamalek, awe Pyramids, awe Al Masry, awe baba yao Al Ahly, hiyo mechi ni ngumu kweli kweli. Kwa hiyo tunakwenda kucheza na Al Masry tukifahamu ya kwamba tunakwenda kucheza mchezo mgumu usio mithilika, na inawezekana tangu tumeanza hatua ya makundi na hatua ya kufuzu msimu huu hii ikawa ndiyo mechi yetu ngumu kwelikweli tunakwenda kucheza. Lakini pamoja na ugumu huu, dhamira yetu ambayo tumejiwekea safari hii ni kufuzu kwenda hatua ya robo fainali, nusu fainali, na insha allah tutafuzu kulingana na ubora tuliokuwa nao. Ndugu zanguni waandishi wa habari, Wanasimba na Watanzania kwa ujumla, kikosi kinaondoka. Tayari tumetaja tarehe ya kuondoka lakini tungependa kuwapa ratiba kabisa pamoja na kuwatangazia viingilio ili maandalizi ya wanasimba yaanze mapema kuanzia sasa. Tutakaporejea kutoka Misri, iwe ni kazi ya utekelezaji pekee na sio kazi ya kuanza kupeana ratiba. Kumekuwa na sintofahamu kuhusiana na matumizi ama utumiaji wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Nichukue nafasi hii kuwatoa hofu wana simba ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tayari umeshafanyiwa inspection kwa maana ya ukaguzi. Maafisa kutoka KAFU walikuja hapa wiki iliyopita, wakaenda wakafanya ukaguzi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Bado majibu hayajatoka, lakini wakati wanafanya ukaguzi, mazungumzo mnayozungumza nao wale ambao wanafanya ukaguzi wanakwambia ama wanasema kwamba kuna improvement kubwa baada ya kufanya ukaguzi mara ya mwisho na ukaguzi ambao umefanyika hivi sasa, yaani kuna maboresho makubwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni kusema kwamba iko zaidi ya asilimia mia moja Simba Sports Club kucheza mechi yake ya robo fainali dhidi ya Al Masry tarehe 9 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na nyote mnakumbuka mna, mna msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Gerson Msigwa alitutoa hofu wa Tanzania ya kwamba Benjamin Mkapa iko tayari na sisi tuishi humo kwenye kauli na ndio maana sisi tunafanya maandalizi yote kuelekea Benjamin Mkapa, kwa sababu tuna assurance na mmiliki wa uwanja ambaye ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wana Simba, hatuna muda wa kusubiri, tunafanya maandalizi yetu ya mchezo wetu wa tarehe tisa, mchezo wetu wa marudiano kuelekea Benjamin Mkapa.